Baba wa Mbinguni, ninakuja mbele zako nikiwa na moyo uliojaa shukrani. Ninawakabidhi watoto wangu mikononi mwako yenye upendo na rehema. Wewe ndiye Muumba wa maisha na uliwafanya kwa hekima na kusudi maalum. Asante, Bwana, kwa zawadi ya kuwa mzazi wao na kwa furaha na matumaini wanayoyaleta katika maisha yangu. Nakiri kwamba wao ni wako kwanza na ninakusifu kwa upendo wako usiopimika juu yao. Bwana, ninaomba uinyooshe mkono wako wenye nguvu juu yao. Walinde dhidi ya kila uovu, kila jaribu na kila hatari. Wape malaika wako wawazunguke popote wanapoenda nyumbani, shuleni au wanapokuwa njiani. Wape nguvu ya kusimama imara katika imani, hekima ya kuchagua lililo jema, na amani ndani ya mioyo yao wanapokabiliana na changamoto za maisha. Baba mwenye upendo, wajaze watoto wangu kwa Roho Mtakatifu wako. Wafundishe kukupenda kwa moyo wote, kukufuata kwa uaminifu, na kuishi katika kweli na haki. Bariki mawazo yao, marafiki zao, masomo yao na ndoto zao. Wacha wakue katika neema, imani na upendo, na maisha yao yawe nuru inayoangaza ulimwengu huu kwa utukufu wa Kristo Yesu. Hatimaye, Bwana, ninawakabidhi watoto wangu kwako kabisa. Waongoze katika njia ya haki na amani, na usiruhusu chochote kibaya kiwapate. Kwa jina la Yesu Kristo ninatangaza kwamba hakuna silaha iliyoandaliwa dhidi yao itakayofanikiwa, kwa kuwa wewe ndiye kimbilio lao, ngome yao na mchungaji wao wa milele. Amani na baraka zako ziwe juu yao siku zote za maisha yao. Kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo, Amina.